Ndugu wanajogi wenzangu, wageni waalikwa, waandishi wa habari na marafiki wa afya za miili yenu, karibuni sana. Leo ni siku ya kipekee katika historia ya chama chetu cha mbio za pole wilaya Ilala. Tunazindua jezi rasmi za kilele cha festival yetu itwayo IJA Festival Season 1 kama vazi rasmi la siku ya tukio hilo, ambazo sio tu vazi bali ni alama ya mshikamano, nidhamu, na dhamira ya pamoja ya kujenga afya bora na jamii yenye umoja. Na ndiyo maana IJA tukasema, ushirikiano wetu, maendeleo yetu. Jezi hizi zitafanya kutambulika kirahisi tunapofanya mazoezi mitaani, kushiriki matukio mbalimbali ya michezo au kushirikiana na vikundi vingine vya jogging au vyama vingine vya wilaya au hata mikoa mingine na pia ni njia ku, ya kujiinua kiuchumi na kuwa sehemu ya chama chenye malengo ya afya, urafiki na maendeleo ya kijamii. Nachukua fursa hii kuwashukuru wote waliochangia kufanikisha upatikanaji wa jezi hizi: viongozi wa kamati, wanachama na wadhamini wetu mliofanya si kidogo. Tunakisamini sana kwa moyo wa dhati kabisa. Pia kipekee tunashukuru kwa dada yetu mwana mazoezi mwenzetu mwanachama wa joga ya Segerea jogging, dada Bonnah Ladislaus Kamoli kwa ushirikiano wake wa bega kwa bega na mchezo wa jogging, sio tu kwa kipindi hichi, bali tangia akiwa katika nafasi ya udiwani mpaka hivi sasa. Amefanya mengi katika tasnia ya mchezo wetu wa jogging na ameviwezesha vilabu zaidi ya kumi kimoja kimoja, ikiwemo Alnabu Vingunguti Jogging, nyurada na vinginevyo, na kushirikiana na sisi katika kila linalotuhusu, na sisi tunashirikiana na yeye katika kila linalomhusu, sio kwa sababu ya chama ambacho anatoka na sio kwa sababu ya eneo ambalo anatoka bali kwa ushirikiano wake wa yeye na sisi, kwa sababu katika wilaya nzima ya Ilala kulikuwa kuna wabunge wengi, lakini mbunge pekee ambaye alikuwa yuko bega kwa bega na wana jogging na wana michezo mingine kwa ujumla ni dada Bonnah Ladislaus Kamoli. Kwa maana hiyo, hatukutazama wapi anatokea chama gani anatokea maeneo gani anakaa au rangi ya ngozi yake na kitu kingine chochote. Tulichotazama ni mdau mwenzetu, ni mwanamichezo mwenzetu, ni mtu anayeshirikiana na sisi moja kwa moja katika majambo yetu, na sisi tunashirikiana naye katika moja kwa moja katika majambo yake, kitu ambacho kilitusukuma sisi kama wilaya kusema na sisi tunaungana na wanaosema Oktoba tunatiki, tutatiki kwa mama Samia kwa sababu ni mtu ambaye anathamini mchezo wetu na ni yeye kwa serikali yake ndio alipitisha kila Jumamosi. Kila Jumamosi ukienda Koko Beach, barabara itafungwa kwa ajili ya kuwapisha watu wa jogging waweze kukimbia kwa uhuru na ufrii na usalama zaidi. Kwa kututhamini kwake kama watu wa jogging na sisi tunaonyesha ni jinsi gani tunathamini na kulipa fadhila katika hilo, kwa sababu yeye yuko pamoja na sisi na sisi inabidi tuwe pamoja na yeye katika kila linalomuhusu. Lakini pia kwa dada Bona, ameyafanya mengi kama nilivyosema awali, lakini pia ni mwana jogging mwenzetu. Kwa hiyo kama mwanamichezo mwenzetu na sisi hatutangalia lolote zaidi ya kumsapoti kama mwanamichezo mwenzetu. Jezi ambazo tunazizindua tuzivae kwa heshima, tuitangaze IJA, tuutangaze mchezo wetu wa jogging, pia tulitangaze vita dhidi ya magonjwa yasiyo kuam... ya kuambukizwa, na tuji... tujiinue kuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika jamii zetu, na tuondoshe ile dhana ambayo ilikuwa inaaminika katika watu wengi kwamba jogging ni vikundi vya kihuni. Kwa hayo machache, natamka rasmi kwamba jezi za IJA Festival Season 1 2025 zimezinduliwa rasmi leo tarehe 27 mwezi wa tisa, 20, wa 9 2025. Ndugu wanamichezo wenzangu, tushirikiane sasa kwa pamoja katika kusapoti manunuzi ya jezi hizi zinazouzwa kwa bei ya shilingi 17 kwa watakaoinunua siku ya leo siku ya uzinduzi wa jezi hizo, lakini jezi hiyo hiyo itanunulika kwa shilingi elfu elfu kumi na nane endapo kama mtu atainunua baada ya siku hii ya leo. Nawaomba tuzinunue kwa fujo zisizoumiza ili kuonyesha nguvu ya wanajogi, pia kuonyesha ushirikiano wetu ni maendeleo yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na naomba niitangaze rasmi jezi ya IJA Festival Season 1 huo ndugu zangu, tumejaribu kuweka kauli ya ushirikiano wetu maendeleo yetu, kwa sababu jambo lolote la mchezo wetu wa jogging liko tofauti na michezo mingine yote. Niwaambie hata hili la uzinduzi wa jezi ambao tunaufanya hapa, tulishirikiana na watu wateja, kwa maana ya Temeke, tulishirikiana na watu wa Kinondoni, sawa eh tulishirikiana na watu wa chama cha mbio za pole Ubungo, tumeshirikiana na watu wa chama cha mbio za pole Kigamboni na sisi wenyewe wahusika wa chama cha mbio za pole wilaya ya Ilala. Kwa hiyo katika ushirikiano wetu ndio tunaamini kabisa maendeleo ya tasnia ya mchezo huu tunaweza tukayapata, kwa kila mtu ambacho anafikiria katika nafsi yake anahitaji siku moja jogging iende kuwa sio jogging ya ridhaa, iwe jogging ni sehemu ya watu kuweza kujipatia kipato na kujiendesha katika maisha yao. Nina imani kwa ushirikiano huu ambao tunaufanya siku zote, tukiamua twende nao kwa dhamira moja ya kwenda kufanya jogging revolution, tunaweza na tutafanikiwa, kwa sababu ndani ya jogging zetu tuna watu ambao wana taaluma tofauti tofauti, tuna watu ambao wana elimu kubwa kabisa, kuna watu ambao wana ubunifu mkubwa kuliko maelezo mengine. Nitoe wito kwa wadau na wadhamini wa makampuni mengine, kama wanahitaji kufanya uwekezaji basi katika jogging ni sehemu sahihi na ni sehemu salama ya wao kuweza kufanya uwekezaji au kuweza kufanya udhamini, kwa sababu sisi huwa tunazungumza lugha moja kama wanamichezo wa jogging. Tukisema chana, huwa tunachana wote, kuanzia wilaya ya Temeke mpaka wilaya ya Ubungo, wilaya zote na mikoa yote tunazungumza, tuna ushirikiano uliokuwa umenyooka kulikoni sehemu nyingine yoyote na ile dhana ya kwamba jogging ni uhuni, na nawathibitishia kwa niaba ya wenzangu wote, jogging si jambo la uhuni. Ndiyo maana kwenye jogging amani ndio jambo kubwa zaidi kulikoni jambo lolote. Na katika kulithibitisha hilo, jogging au chama cha mbio za pole wilaya ya Ilala kikipata mafanikio tunashirikiana na watu wa vyama vingine kuhakikisha wilaya wanafanikisha katika jambo lao. Ilala kuwa juu, teja hawezi kuchukia. Kinondoni kuwa juu, ubungo hawezi kuchukia. Ubungo kuwa juu, kigamboni hawezi kuchukia. Ndio maana kwenye majambo yetu tunashirikiana. Kwa hiyo wito kwa serikali na sehemu nyingine, wajue kabisa mchezo ambao una mshikamano wa kweli kabisa kushirikiana katika kila jambo basi ni mchezo wa jogging. Tuwakaribishe wawekezaji na wadhamini wengine, milango iko wazi. Tunawakaribisha sana muda wowote, saa yoyote kuja kufanya uwekezaji katika jogging. Asanteni sana, nawatakia siku njema. Kwa majina naitwa mshauri Barandu. Aa, ni mwakilishi wa mheshimiwa Bona Kamoli, mgombea wa ubunge wa jimbo la Segerea kupitia chama cha mapinduzi CCM. A, kwa niaba yake amefurahishwa ame sana na wanamichezo wenzake wa Ilala wa IJA kushirikiana nao kuelekea katika bonanza lao kubwa la IJA Festival ambalo litafanyika tarehe tano mwezi wa kumi katika viwanja vya Tabata Shule kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa sita mpaka saa kumi jioni hivyo yeye Bona anasema kwa kuwa yeye ni mwanamichezo kutoka mwaka 2013 kama alivyosema msemaji aliyopita, toka 2013 akiwa diwani wakata ya Akipawa, alikuwa akishirikiana na wanamichezo wa jogging bega kwa bega, lakini pia alivyoanza kuwa mbunge mwaka 2010 kila mwaka alikuwa anafanya tukio kubwa la bonanza la jogging pia na michezo mingine ikiwepo mchezo wa football, rede, na a ambao ni mstarikati na michezo mingine mbalimbali ili tukio linafanywa kila mwaka. Kwa mwaka huu walipokuja IJA na IJA Festival, akasema anashikana nao bega kwa bega kwa sababu yeye ni mwanamichezo, mpenda michezo, na pia ni mwanachama wa klabu ya Segerea Jogging, lakini pia ni mpenda michezo na maendeleo, na pia wana jogging wa, wa IJA kwa kuichukua ile kauli mbiu ya mahusiano yetu, maendeleo yetu. Hata ukija katika kauli mbiu yetu sisi ya au kauli mbiu ya kampeni ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya jimbo la Segerea ni hiyo hiyo, mahusiano ma, yetu, ushirikiano wetu, maendeleo yetu, yaani ndio wote tunatembea na, na, na, na kauli mbiu hiyo hiyo. Hivyo kwa pamoja tunasema tunawakaribisha wanamichezo wote wa mkoa wa Dar es Salaam wana wanamichezo wote wa Tanzania wanamichezo wote na wadau na wananchi wa jimbo la Segerea waje tarehe tano mwezi wa kumi kuanzia saa kumi na mbili asubuhi pale. Kuna matukio mengi, kuna furaha ziko nyingi, kuna ushirikiano mtauona pale na maendeleo yetu mtayaona kuanzia pale, tutayaweka wazi. Baada ya kusema hayo, tunaomba kusema kwamba kwa, kwa nafasi hii kwa mwanamichezo mwenzenu anasema kwa kuwa Oktoba tunatiki, alafu sisi tunasema tunatiki tunatiki tunatiki tena, kwa hiyo tutatiki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mama yetu, Mama Samia Suluh Hassan. Lakini pia tutatiki kwa Mheshimiwa Bona Kamoli, ambaye ni mwana mdau wa michezo, mwana michezo mwenzetu. Lakini tutatiki kwa madiwani. Kwa hiyo tunasema karibuni sana katika, katika bonanza la tarehe kumi, tarehe tano mwezi wa kumi. Asanteni sana.